Akina mama walipomwona Yesu mwili wake umeenea damu, wakamhurumia wakamulilia, kama ilivyo desturi ya wanawake, akina mama. Lakini Bwana Yesu aliwageukia, aliwa akawaambia, msinililie mimi, kililieni ninyi na watoto wenu. Kwa nini Bwana Yesu aliwaambia hivyo? Sio hao tu aliyowaambia, bali hata sisi leo tunaendelea kuambiwa na Bwana Yesu tujililie sisi na watoto wetu. Kiini hasa kikubwa cha kujililia sisi na watoto wetu ni tabia mbaya ya wazazi na malezi mabaya ya wazazi kwa watoto katika kila familia zetu yanayotolewa ya, ya, ya, ya kutoelewana kutowaelea watoto wetu maadili mema ya kumjua Mungu, kumpenda na kumtumikia. Hilo ndilo chimbuko kubwa la kujirilia sisi na watoto wetu kutokana na malezi mabaya. Ona siku hizi watoto wadogo wa kike wanavyobakwa Ndoa jinsia moja za kishetani za ushoga zinashabikiwa duniani. Ona maisha kwenye familia ni kuona tu kati yao amani imetoweka. Neno la Mungu, Kumbukumbu la Torati sura ishirini na mbili mstari wa tano linasema wazi kwamba mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Kufanya hivyo ni chukizo kwa Mungu. Kama tunafanya hivyo na sisi, ni chukizo kwa Mungu. Siku hizi suruali ambazo ni za wanaume zimekuwa za wanawake na watoto wao. Bwana, mwanamke mnene akivaa suruali ni kichekesho. <laughs> anapotembea matoko hayo manene yanapishana pishana, pishana kama funza anavyotembea wala aibu hooni. Lakini mwanamke mnene mwenye kujiheshimu akivaa gauni pana mwili wake akitembea unakuwa wenye heshima. Wadazi, kwa kiburi chetu tunafurahia na kuwashirikisha watoto wetu wa kike kwa kuwanunulia suruali wakiwa wadogo. Je, wakiwa watu wazima wataacha kununua? Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ukweli tuna ukweli, utatuweka huru. Siku hizi kichwa cha mwanamke kinapambwa mno kupita kiasi, tena kwa gharama kubwa nywele nywele za bandia, nywele za kizungu za bandia, midomo, pua, masikio, makucha, kili akili yao yote imetawaliwa na shetani kwa kujipamba kupita kiasi. Hata mtoto mdogo upambwa hivyo hivyo. Ni vema mno kujipamba mbele kujipamba zaidi kiroho mbele ya Mungu. Utoaji wa sadaka kwa, kwa furaha kanisani ni hafifu, lakini kwa kujipamba mili yao ni namba moja. Mwanaume pia naye hatakiwi hata kuvaa mavazi ya mwanamke kama gauni, chaini mkononi na shingoni, kupaka rangi midomo makucha kuvaa nywele ndefu za bandia mwanaume kufanya hivyo kuf, mwanaume kufanya yote hayo yampatie nini? Yote hayo ni chukizo kwa Mungu. Wana vijana wa kiume suruwali na mashati yao karibu yote yanafanana ajabu, wakiinama tu chupi zao zinaonekana wazi mbele ya watu kila mara, suruwali zao kuzisogeza sogeza tu kila wakati, utafikiri suruwali zao hazina mikanda. Ukiwaambia, wanasema tunakwenda na wakati. Hayo yote niliyo yataja hapo juu yanatokana na wazazi, jinsi walivyowaelea watoto wao. Mtoto mleavyo ndivyo hakuavyo. Mkunje samaki angali mbichi, akikauka utamkunja. Vijana wetu wamekisha kauka, tujirilie sisi na watoto wetu. E hey, Yesu wa huruma, shetani anatushambulia sana, bila msaada wako sisi hatuwezi kitu. Tuokoe Bwana, atukute Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Bwana, utuhurumie utuhurumi. Roho za waumini marehemu wapate rehema kwa Mungu wapumzike kwa amani.